God bless you and God bless Kenya. Safari ya siasa ya Raila Odinga ni ndefu yenye mafanikio, changamoto na mabadiliko makubwa. Amejulikana kuwa mmoja wa wanasiasa mashuhuri nchini Kenya na maisha yake ya kisiasa yamejawa na mapambano ya kidemokrasia, mageuzi na vita dhidi ya uongozi wa kiimla. Leo nakupakulia makala ya safari ya siasa ya Raila Odinga. Yes, alizaliwa Januari 7 mwaka 1945 katika kijiji cha Maseno magharibi mwa Kenya. Raila ni mtoto wa Jaramogi Oginga Odinga, kiongozi maarufu wa mapinduzi ya uhuru na makamu wa rais wa kwanza wa Kenya. Alizaliwa katika familia yenye historia ya kisiasa. Alisoma katika shule ya St. Mary School Nairobi kabla ya kusoma katika chuo kikuu cha Leipzig Ujerumani ambako alipata shahada ya uhandisi wa mashine. Pia alisoma katika chuo kikuu cha Nairobi. Odinga Raila Raila alikamatwa mwaka 1982 kutokana na kupinga utawala wa kiimla wa Rais Daniel Arap Moi. Alifungwa kwa miaka kadhaa bila kesi, kwa sababu ya kupigania demokrasia na haki ya binadamu katika miaka 94 Raila alijitosa katika mapambano ya kumtaka rais Moi achie nafasi ya utawala wa kidemokrasia. Aliungana na wanasiasa wengine kutoa wito wa mabadiliko ya kisiasa nchini Kenya. Wakati Kenya ilipojiunga na siasa za vyama vingi mwanzoni mwa mwaka 90, Raila alijitokeza kama kiongozi muhimu wa pinzani. Alikuwa mstari wa mbele katika harakati za kumng'oa rais Moi madarakani. Alihusika pia katika kuanzisha vyama vya kisiasa vinavyopinga utawala wa. Kwani kuna shida na cha for jizulu, chama, bunge, chama cha Ford Kenya nilijiuzulu nikawacha chama nikajiuzulu kwa bunge nikarudi kwa wananchi. Raila aliunda chama chake cha National Development Party NDP, na baadaye akaungana na vyama vingine kuunda chama cha Orange Democratic Movement ODM. ODM kilikuwa chama kikuu cha upinzani kilichokuwa kikipigania mageuzi ya kisiasa na kijamii nchini Kenya. Raila aligombea urais mwaka 2007 akishindana na Rais Mwai Kibaki, huo uh, ukiwa ni mara yake ya pili. Uchaguzi huwasababisha machafuko makubwa ya baada ya uchaguzi ambapo wafuasi wa, wa Raila walidai kwamba uchaguzi ulihushiwa. Ghasia hizo zilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1000 na maelfu ya watu kukimbia makwao. Baada ya ghasia hizo viongozi wakuu walijikuta wakikubaliana kua serikali ya umoja wa kitaifa chini ya makubaliano ya Kenya National Dialogue and Reconciliation Agreement iliyoongoza mwenyekiti wa Afrika Kofi Annan. Raila aliteuliwa kuwa waziri mkuu na aliongoza serikali ya mseto kutoka mwaka 2008 hadi 2013. Raila Odinga aligombea tena urais kwa mara nyingine mwaka 2013 dhidi ya mpinzani wake Uhuru Kenyatta kupitia mrengo wa CORD Coalition akiwa na viongozi wenza, alishindwa na Kenyatta, lakini aliendelea kutetea haki za wapiga wa kura wake. Raila alikataa matokeo ya uchaguzi huo, akidai kuwa kulikuwa na udanganyifu katika utendaji wa uchaguzi. Mwaka elfu mbili kumi na saba Raila pia aligombea urais dhidi ya upinzani Uhuru Kenyatta katika muungano wa NASA. Uchaguzi ulisababisha hali ya machafuko na Raila alidai kuwa uchaguzi ulighushiwa kwa mara nyingine. Mahakama ya juu ilifutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa awali na ikaagiza kufanyika kwa uchaguzi mpya.

Raila alikataa kushiriki katika uchaguzi wa pili akisema kuwa hakukuwa na mageuzi ya kimsingi katika tume ya kuratibu uchaguzi IEBC. Tume haiwezi kufanya uchaguzi wa haki na kweli, si Chebukati yeye amesema sivyo? Yale ambayo Chebukati amesema yote na yale ambayo Akombe alisema, sisi kama wana NASA tulikuwa tumeshaona mbele Tuliona mbele kabisa. Kaona kama kuna mtego. Natukakataa. Na kwamba hii hapa sisi hatuingii. Mnamo Machi 2018 Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta walifanya makubaliano ya kihistoria kuungana ili kuleta amani na umoja nchini Kenya. Makubaliano haya yaliitwa handshake na yalilenga kuleta mshikamano baada ya ghasia mwaka 2017. Huu ilikuwa ni hatua muhimu ya kuboresha hali ya kisiasa nchini Kenya. Na sisi kwa kanuni moja tumesema ya kwamba tunataka candidate ambaye atasimama uchaguzi na kugombania kiti ya urais mwezi wa Agosti. Na kwa kauli moja tumeamua ya kwamba huyo si mwingine baada ya handishe, Raila alishirikiana na Rais Kenyatta katika kuanzisha mpango wa BBI ambao ulikuwa na lengo la kubadilisha katiba ili kushughulikia changamoto mbalimbali kama vile usawa wa kisiasa, uwiano wa kikabila na mageuzi ya kisiasa. Raila aligombea urais mwaka 2022, huu ikiwa ni mara yake ya tano, akiwa ni matumaini ya kuwa rais wa tano hapa nchini Kenya, dhidi ya mpinzani wake mkuu rais wa sasa William Ruto, kupitia mrengo wa Azimio one Kenya. <laughs> Kwa mara nyingine Raila alishindwa katika uchaguzi huo, na kukawa na tetesi kuwa uchaguzi haukuwa unyumbwazi na matokeo alidukuliwa, ambayo imefanyika katika IBC imejaribu kutaka kukiuka yale ambayo Wakenya wenyewe walikuwa wamefanya. Tumeona yale ambayo imefanywa na yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi bwana uh, Wafula Shebukati kwa kujaribu kupendua ili uamuzi ya Wakenya. Anafanya hivyo bila kushauriana na wale wenzake ambayo wako pale pamoja naye katika tume cha uchaguzi. Sisi Wanakenya na wanaazimio tunapenda amani. Hali hiyo ilileta taharuki nchini Kenya na Raila kuelekea mahakamani ili kupinga uchaguzi, lakini tetezi hizo zilifutiliwa mbali na mahakama nchini Kenya kupitia jopo la majaji dismissed. Mwaka 2024 na 2025, Raila alijitosa ulingoni kuwania uchaguzi kuwa mwenyekiti wa tume ya Afrika akisaidiwa na serikali ya Kenya kufanya kampeni ya kupitia rais Ruto pamoja na waziri wa mamlaka musalia Mudavadi. Licha ya bidii yake, Raila alijiondoa katika duri ya saba ya uchaguzi huo akishindwa na pinzani wake mkuu kutoka Jibuti, Mohamed Ali Yusuf. Baada ya kimya kingi akitokea uchaguzi wa AUC, hatimaye Raila Odinga alivunja kimya chake na kuungana na rais Ruto kupitia chama chake cha ODM na ya Ruto ya UDA ili kufanya kazi kwa pamoja. vijana Nairobi hoi, asante ni vijana, vijana, vijana, tafadhali kae kimya hapa. hayawi hayawi, imekuwa si imekuwa. Sasa leo tumeweka sahihi kwa mkataba ya kuleta ulewano ya kuleta amani ya kupigana na maadui ya Wakenya wote. Hatua hiyo ilileta hisia kinzani, si tu kwa viongozi wenza wa muungano wa Azimio wani Kenya bali pia wananchi wakinanganisha kama usaliti wa kisiasa, ikizingatiwa kuwa Raila Odinga alikuwa kiongozi mkuu wa pinzani nchini Kenya gani. Tunataka tumwaliza maneno ya ufisadi Kenya na ukabila. Maoni sijafurahia juu uchumi tapanda juu. Raila asioneti ameunga rais ila mkono, sisi raia wa chini tuta benefit. Uchumi ni mbaya zaidi. Raila angebaki opposition ndio atetee mwananchi wa kawaida, ili ndo uchumi ukwe sawa. Raila Odinga amekuwa kiongozi muhimu wa kisiasa nchini Kenya kwa zaidi ya miongo mitano. Ingawa hajawahi kushinda urais, umri wake wa kisiasa, ustahimilivu dhamira yake kuleta mabadiliko kwa njia ya kidemokrasia kama kufanya kuwa kiongozi wa ushawishi mkuu nchini. Amekuwa kiongozi anayepigania kidemokrasia, haki za binadamu na ustawi wa wananchi wa kawaida. Alihusika moja kwa moja katika kuleta mapinduzi ya kisiasa na kumaliza utawala wa chama kimoja, baada ya kufikia makubaliano na marais wote nchini Kenya. Kwa uongozi wao Raila ameendelea kuwa kiongozi wa umoja wa mshikamano akiungana na wanasiasa wa pande zote za kisiasa kwa lengo la kulinda amani ya taifa. Mwanangu jali haina kinga hasaeni hapo, ni Mola Mwenyezi. Safari ya siasa ya Raila Odinga ni ya kipekee na imejaa mafanikio na changamoto nyingi. Amejenga jina lake kama kiongozi wa mabadiliko na amesimama kama mtu ambaye amepigania maslahi ya wananchi wa Kenya na Afrika kwa jumla, mpaka wakenya wapate haki yao. Imekuwa ni makala ya safari ya siasa ya Raila Odinga. Mimi ni Obarasa Ignatius.